Of course, this is is a a big big challenge and And opportunity for me. And, uh, Simba is a big team. Kwanza kabisa ni nafasi na changamoto kubwa kwangu Simba ni timu kubwa yenye matarajio ya kufanya vizuri kwenye kila michuano. Uh, hakika sio rahisi kuwa hapa no, pia hakuna muda uh, maana mchezo uh, ujao uh, wa kimashindano uh, ni siku kumi tu zijazo uh, nimejaribu kuichukua hii nafasi ili pia to nijaribu kuisaidia timu uh, na natumaini haituhitaji muda mwingi and, uh, sana kuzoeana uh, na kuizoea ligi hii na bila shaka uh, we kila we kitu kitakuwa sawa uh, haikuwa rahisi kwa uh, kuwa nilikuwa kwenye mkataba na timu zote zilipaswa kuthibitisha nyaraka ili niweze kuja hapa timu yangu ya awali ilicheza dhidi ya Simba uh, hivyo hapakuwa Simba na budi kuifuatilia ligi hii uh, na hata hivyo uh, nimekuwa nikiifuatilia pia Simba haswa uh, lakini ni ligi ambayo ina timu nne hadi tano zenye uwezo mkubwa zaidi ya nyingine japo uh, ushindani but, uh, ni mkubwa uh, ukitazama uh, kulinganisha na uh, ligi nyingine hivyo uh, tunapaswa uh, kuwa imara uh, like haraka kama tunahitaji uh, kushinda vitu na hii ndiyo njia pekee.